Kazi bunifu inayoangazia masuala mtambuka ni muhimu kwa ajili ya kuifunda na kuijuza jamii yetu kwa yale yanayojiri. Ninatoa rai kwa waandishi bunifu kuendelea kulifaa taifa letu kwa kalamu zenu. Ndugu wageni waalikwa, nitoe wito kwa watanzania wenzangu kuendelea kujitokeza kwa wingi kushiriki kwa kuwasilisha miswada yao ili kushindania tuzo hii na niwapongeze sana washindi wa mwaka huu na kwa wote wale waliowasilisha wali miswada. Aidha ambao hawatakuwa washindi, niwaombe sana tusikate tamaa ya kuwania tuzo hii muhimu, ni kuendelea kujifunza, uandike nini, kwa nani na kwa wakati gani. Serikali yetu itaendelea kutoa fedha za kufanikisha utoaji wa tuzo hii iwezeshe kufanikisha kufikiwa kwa malengo makuu ya tuzo hizi. Hivyo nitoe maelekezo mahususi kwa Taasisi ya Elimu inayoratibu tuzo hizi kuhakikisha kuwa tuzo hizi zinaendelea kuwa endelevu na zinafikia malengo ambayo yamekusudiwa. Serikali ya awamu ya sita imefanya maboresho ya Sera ya Elimu na Mafunzo ya mwaka 2014. Na sasa tuna sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023, pamoja na maboresho makubwa ya mitaala ya mwaka 2023. Kupitia maboresho hayo, sasa tunataraji kuwa na elimu ambayo inakidhi mahitaji ya nchi na inapeleka inapelekea kuwa na mhitimu anayeweza kutumia vyema mazingira yake kwa kujiajiri na kuajiri wengine leo. Taifa linaadhimisha miaka mia moja na tatu ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tunaendelea kumwombea roho yake ipumzike kwa amani, nasi kama taifa tutaendelea kumwenzi daima, na kwa sisi Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tutaendelea kumwenzi hayati mwalimu Nyerere kwa njia mbalimbali ikiwemo hii ya kutoa tuzo. Hakika mwalimu alikuwa kiongozi aliyekuza mawazo huru na kuchochea kwa kiwango kikubwa kukua kwa lugha ya Kiswahili kuwa lugha ya taifa na kimataifa. Nitoe wito kwa Watanzania wenye vipaji vya ubunifu katika fasihi kujitokeza kwa wingi katika duru nyingine za mashindano ya tuzo hii. Ni dhahiri kuwa tuzo hii ni ulingo pekee wa kuonyesha vipaji vyetu vya uandishi, ingawa kwa upande mwingine ni sehemu ya kutoa ya kukutoa kimaisha, kwani ni sihaba kwa chochote kitu kinachopatikana, hususan kwa wale washindi wetu.